Na kufuatia uamuzi wa mahakama kwamba mzazi mmoja hana ithini ya kumpa mtoto jina bila ya kuhusisha mzazi huo mwingine, uamuzi huo umevutia hisia tofauti tofauti kwa wakazi wa Molo. Habari hizi tunajuzwa na mwandishi wetu wa huko Jimson Ndungu. Kufuatia uamuzi wa mahakama uliofanywa wiki jana kwamba mzazi mmoja hana idhini ya kumpa jina bila ya kuhusisha mzazi huo mwingine, wakazi wa Molo wametoa maoni yao kuhusiana na uamuzi huo. Sio lazima, kulingana na hao wamama wetu ama kulingana na hao wasichana wetu, kuna wengi wao wana, wanaenda wanafunga, wanapata ujauzito nje ya ndoa. Sasa wakati una, una, una fanya hiyo kitu ikuwe kama ni lazima wanaume wawili wakuweko hapo, ama ni kama ni wa, wa, wazazi wawili wakuweko hapo, na ilihali ule mwanadada mwana alienda akapata ujauzito ambao yeye mwenyewe hata hawezi akaelezea ulikuako ni wanani hasa. Unaona, hiyo maneno itakuwa ni wanaume watakuwa kwa shida, kwa sababu watakuwa nasingiziwa. Ni sheria ambayo haiwezi fanya kazi kwa sababu tukiangalia kama kacha sisi ya Wakenya na hata wa Kikuyu, msichana akipata mtoto akiwa kwao, yeye ndiye atajua ataita huyo mtoto nani, kwa sababu yeye ndiye analea mtoto peke yake. Lakini kama ni kwa watu ambao wameoana, hao wanaweza keti chini na waite mtoto kwa majina ambayo wataafikiana kwa pamoja. Mi kama mzazi naonelea mama ndiye anafaa amue jina yenye mtoto atapewa, kwa sababu bibi umepatana na amama umeolewa umeachana, umerudi kwenu. Wakati utajifungulia kwenu, hakuna venye sheria inasema ati wazazi wote ndiye anafaa ajue jina. So, anafa, washirikiane itabidi ule mzee akuje ndo muamue jina yenye atapea mtoto. Kama hujatolea msichana mahari, huyo si wako. Anaweza kuwa kona mimba na auziwe mtu mwingine mwenye atamtolea nini? Mahari. So inazingatiwa msichana ashatolewa mahari ama bado hajatolewa. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka Molo, kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Jimson Ndongo.